Yes uh, tunaelekea kwenye mechi mbili muhimu kwelikweli za ligi kwenye huu mwezi wetu wa nne. Ni mechi muhimu mbili kwa sababu zinafatana, tuna mechi tarehe saba na tuna mechi tarehe kumi na ni mechi ngumu kwelikweli. Tuna mechi dhidi ya Coastal Union tarehe tarehe saba, ambayo itachezwa hapa KMC Complex, na tuna mechi tarehe kumi dhidi ya Azam Football Club itakaochezwa Azam Complex. Hii itakuwa saa kumi ya Azam itakuwa saa moja jioni. Ni mechi mbili ngumu, na ndio maana programu ya timu imekuwa ikiendelea kila siku, na tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu. Leo mmekuja nye waandishi, ni mashuhuda, asilimia 95 ya kikosi cha Young Africans chote kiko fiti. Mchezaji ambaye hakufanya mazoezi pamoja, mliona ni yao peke yake, lakini wengine wote wako fiti na wanajiandaa mchezo dhidi ya Coastal Union na mchezo dhidi ya Azam Football Club. Lengo ya Yanga ni kutetea ubingwa wetu, tuna ubingwa wa ligi kuu, tuna ubingwa wa kombe la shirikisho la CRDB, na tumealikwa pia Zanzibar, mabibi na mabwana, kwenye kombe la muungano <coughs> eh, eh, maana yake msimu huu hatutaki kutoa faraja kwa mtu, kwa sababu kombe la muungano ni kama lilitengeneza faraja kwa watu msimu uliopita, kwa hiyo uongozi umedhamiria msimu huu kilio cha familia yote e, sio unalilia tu msiba wa mama na mtoto baba kabaki. Tunataka tupeleke msiba kote na e, nafikiri mnaona kwenye, kwenye, kwenye ligi ya wanawake e, mtafuatilia vizuri mambo yanavyoendelea huko, mtafuatilia kwenye timu za vijana. Tunakwenda kwenye top 8 kufanya kitu pale. Tuna kombe la shirikisho la CRDB, tumeshaingia robo fainali, mkiangalia vizuri tunakwenda kufanya kitu pale Yanga. ligi kuu tofauti ya pointi ngapi? Nne sasa hivi, inshallah tutashinda mechi zinazofuatia mbele, mpaka gap itafika pointi kumi, yani mpaka wakirudi hapa kuja kukaa sawa, gap ni kumi na tatu, kumi na tano hivi, afu tunatazamana vipi? Niambia. Safi, amalizeni za kwenu. Sasa tukitoka hapo tunakwenda Zanzibar, na ndio maana ratiba, tukitoka tarehe ishirini Manyara, tarehe ishirini na moja mashindano yanaanza yale. Timu ikitua tu hapa inaenda Zanzibar, eh, mwezi huu, yani ikitua inaenda Zanzibar. Lengo ni kuhakikisha msiba wa msimu huu unakuwa msiba wa ukoo. <laughs> Eh, babu aliye, bibi aliye, nani aliye, wote eh, mawajua pia waliye ili kombe nilitoa faraja oh, sana kwa eh, sababu nafikiri ni ambazo walikuwa wanatamba nazo. Sasa sisi kama klabu kubwa tunataka tu kombe zote, yaani mwisho wa msimu nikipiga picha mwenyekiti wa wasemaji na piga picha na medali zote ambazo zimegombewa hapa Tanzania kukose, kukoke, ya nini? kwa ajili ya mechi ah, wakinialika mm -hmm, nitakwenda Nikialikwa nitakwenda, ni jambo ni jambo, jambo la kitaifa. Kama watanialika nitakwenda, ila nikienda nisichaguliwe jukwaa la kukaa. <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> endelea na ya kwetu nao waendelee na ya kwao. Kwa hiyo <coughs> mm, kama watatualika tutakwenda. Nyie inshallah, wafike hakuna shida. Mm -hmm. Eh, hakuna shida. Keno. Safari ya tuingii kwenye hiyo. Hata wafike, hakuna shida. Wafike tu. Mungu awajalie wafike <laughs> Kuna lingine? Ah eh, labda umewatuma, nendeni mkawaulize maswali. Eh, watusaidie promotion. Mm -hmm. Hakuna shida. Eh, ah ndoto tutakwenda, hamna shida. Eh, kubishana tubishana. Eh, tutakwenda eh. Kingine nataka tu uzungumze neno kwa mashabiki kwa kuhusiana na mchezo wa Coastal kwa sababu kuna mechi kama mbili tatu za nyuma tuliona namba haikuwa nzuri sana. E bana, hii uh, ni swali la msingi sana ameuliza ndugu zanguni. Mechi ya uh, Coastal Union ni mechi ngumu, haijai kuwa mechi nyepesi. Na Mwenyezi Mungu ametujaalia isiku ya Jumatatu itakuwa siku ya mapumziko, hii itakuwa ni siku yeah, ya sikukuu za Karume Day. Yeah. Hei, Karume Day. Kwa hiyo ni waombe sana yeah, mashabiki wa Yanga tulikuwa tumeandaa kitu hapa kinaitwa Mashati Day. Yaani, mm -hmm. Siku ya Jumatatu chka <laughs> <laughs> <laughs> siku ya Jumatatu tulikuwa tumeandaa iwe siku maalum ya Mashati Day. Kwa sababu gani? Kwa sababu uh, siku hiyo watu hawataenda kazini mm -hmm. kwa mashati ambayo walikuwa wayavae wakienda kazini, hayo mashati wayavae wakija KMC Complex. Kwa hiyo niwaambie wanachama wa Yanga, mashabiki na wapenzi wa timu yetu pendwa, Jumatatu ni Mashati Day, andaeni mashati yenu ambao mlikuwa mnayavaa mwende nayo kazini siku hiyo ni sikukuu mm, kwa mtu anaweza akatoka jisa shati langu hey, hey, niliandaa kwa ajili ya kwenda kazini. Usiumize kichwa, Jumatatu KMC ni mashati day. Kilichoongezeka leo ni ile program ambayo tumeitambulisha mchana wa leo kwamba kocha wetu wa timu ya wanawake coach Edna Lema, uh, baada ya idara yetu ya ufundi kufanya tathmini yake na kuja na ripoti ambayo waliwasilisha kwa kamati ya utendaji ambayo inaongozwa na rais wetu wa Yanga, Engineer Hersi Said kwamba sasa, uh, tuanze kupromote pia makocha wa timu nyingine, na promotion tunayoisema sio promotion ya kuongeza followers, ni promotion ya kuongeza ujuzi, kuongeza uzoefu, lakini pia kuwapa picha au taswira nyingine ambayo wasingeipata kirahisi wakiwa sehemu nyingine. Ligi ya wanawake imesimama sasa hivi kwa kipindi cha mwezi mmoja, na Coach Edna Lema kwa ripoti ile ya ufundi imependekezwa aje kwenye senior team kuhudhuria mazoezi kwa ajili ya kujifunza kuhudhuria mechi kwa ajili ya kujifunza kuangalia program za senior team zinavyokwenda, aina gani ya communication walimu wanatumia kwenye senior team huku, namna gani unaweza ukaarrange session yako vizuri kwa wachezaji wakubwa kama hawa, kina Pakome, kina Azizi, namna gani unaweza kuishi nao kwa watuma kwenye mazoezi. Ni mambo ambayo kitaalam Edna Lema ameyachota siku ya leo, atachota siku ya kesho mpaka program yake itakapomalizika. Program yake yeye ni mchezo dhidi ya Coastal tu. Lakini ukiachana na Edna, leo mmeona pia kuna uh, fitness wetu coach wa under 20 ambayo tayari mashindano yamemalizika wa yale naye ya amekuja hapa, amekuja kujoin na uh, Taibi, kocha wetu wa fitness. Lengo ni kuhakikisha tunasambaza elimu Yanga ni klabu kubwa. Tunataka mtu yote ambaye anapita kwenye klabu yetu asiondoke tupo kama alivyokuja, au kingine cha ziada uenda una ndoto za kufundisha senior team, lakini unapata nafasi kwenye under 20 basi usiondoke, maisha ya Yanga haujafeel na mnagaa, unaweza kuwa kocha wa senior team. Kwa fitness coach pia wa under 20 alikuwepo hapa naye kapata ujuzi wake, leo ameweza ku train wachezaji wakubwa kama kina Chama, kina Aucho, ameweza kuandaa program, ameweza kushiriki nao. Ni jambo ambalo binafsi mimi kama msemaji wa taasisi nichukue fursa hii kwanza kuwapongeza sana kama tete ya utendaji chini ya rais wetu engineer Said na viongozi wote kwa mawazo mazuri ya kila siku, hakisha wa wanakuja na mambo mapya ya kuhakikisha klabu yetu inapiga hatua. Individual tunasema sio tu taasisi kwenda mbele, lakini individual mtu mmoja mmoja anaweza kubenefit na ukubwa wa Yanga. Kwa hiyo program imekwenda vizuri leo, na tunaamini inshallah akiondoka, ataondoka na mengi mazuri ambayo kayapata pw 100%. 100% Kocha Edna Lema ni kocha mwenye leseni A ya CAF, hiyo leseni haitolewi by favor, inatolewa kwa ajili ya uwezo. Kwa hiyo ukiona mtu ana leseni A ya CAF maana yake ana uwezo wa kuwa head coach wa timu yoyote ya ligi kuu. Sasa kuwa na leseni jambo moja, na ndio maana imeanzia kwenye mpira wa okay, wanawake inabidi upate experience. Kwa hiyo hivi anavyokwenda maana yake huenda next season kuna timu labda zitaka kutupata huduma yake zikamchukua zika, lakini pia ujumbe ambao Yanga inaotoa hapa, si tu kwamba uh, wanaume wenye leseni A hey, ndio wana haki ya kufundisha timu za ligi kuu, pia kinadada, kwa sababu ukocha ni taaluma ambayo inakwenda kichwani, kinadada pia wana uwezo huo. Ndio maana klabu kubwa kama Yanga, mabingwa wa kihistoria, tumethamini hilo jambo, tumemleta Edna kwenye senior team apate hiyo experience, tukiamini tumemtengenezea kitu ambacho kinaweza kuwa na manufaa kwa klabu yetu kwa siku za baadaye, au kwa klabu nyingine kwa msimu unaofuatia. Inaweza ikatokea msimu ujao yanga tukamuongeza Edna kwenye senior team, inaweza kutokea msimu ujao akapata timu nyingine. Kwa hiyo hili jambo lilofanyika ni jambo lenye maslahi mapana kwa taifa letu, lakini pia limeonyesha ni kwa namna gani uongozi wa Young Africans umetuma ujumbe sahihi kwamba makocha hao wa jinsia ya kike pia wanatakiwa kuaminiwa, kama ana qualifications zimetosha, apewe nafasi afanye kazi yake. So kuna kitu ambacho mmekiandaa kwa ajili yake? Hakuna. Hatuja, hii sio sio sio sio sio sherehe. Uelewe vizuri. Yupo kwenye mafunzo Yani sasa mtu kasoma ameenda field, kwa hiyo yupo kwenye mafunzo, hakuna kilichobadilika. Ndio maana kama mliona leo alikuwa yuko bize kwenye kufuatilia na kusoma kile ambacho kinafanywa, sio kwamba alikuwa anaingia front, hapana. Alikuwa anapewa session kidogo, elekeza hili, anarudi. Yupo katika masomo, hatupo katika sherehe. Kwa hiyo hatuko hapo kusema kwamba ah, ajiandae chochote. Kaandaliwa shule na ndio anaipata, na tunaamini hiyo shule itakuwa manufaa makubwa kwake kwenye siku zinazofuatia. Mnajiandaa kucheza na Coastal Union yeah, application ya hiki anachokifanya kuelekea kwenye mchezo ujao kwa no. sisi tunajua mnapozungumza kila siku kwamba tunahitaji Yanga Princess ipige hatua iwe timu shindani iwe timu bora, si ndio? Haimaanishi kwamba hiyo inaishia kwenye kusajili tu wachezaji peke yake, unaweza pia kulijengea uwezo zaidi benchi la ufundi Eh, kwenye uwezo huo ukajenga vizuri timu ukajenga timu ambayo imeunganika ikiwa na benchi la ufundi bora na wachezaji bora. Kwa hiyo sisi pia tunatazama kwenye timu yetu ya wanawake ni kwa namna gani tunakwenda kuiongezea nguvu kitaaluma. Sasa ili akirudi pale akutana na kina Ali Kisisa, mambo yanakuwa mazuri, na yule bwana anaweza kuchukua mali akamwambia Kisisa, nilimuona pakome hiyo mali alizungusha eh kwenye nyuzi joto hizi ngapi? Labda 45. Na wewe izungushe hiyo Kisisa ikae sasa hivo ndo knowledge ambazo anazipata na naamini zitamsaidia sana na zitasaidia pia wanawake wengi ambao wana ndoto za kuingia kwenye mpira. Na hapo mwenye kiti, mwenye kiti hapo hmm, ndo sisi tunakuomba sasa wanachama wa Yanga okay, ikitokea tumekutana na madunduka kwenye FA, yeah, Edna Lema awe kama head coach pale awashone madunduka <laughs> <laughs> Edna ameshathibitisha ubora wake mm -hmm, apata kwenye ligi ya wanawake mm -hmm, alikutana na hiyo timu watani wetu na akaweza kuwashona na of course, kwenye rekodi za Yanga kupata ushindi dhidi ya Simba e, anashikilia hizo rekodi mm, ndio kocha ambaye akaa benchi huwa ana uwezo wa kuwafunga timu ya Simba wanawake. Kwa hiyo anavyoendelea kuimarika zaidi, anapata experience zaidi, tunaamini kuna mengi mazuri yanakuja kutoka kwake.